Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama Cha Mapinduzi UVCCM Mkoa wa Dodoma umetoa wito kwa Taasisi za dini ikiwemo BAKWATA, Baraza la Maskofu Tanzania kuwachukulia hatua baadhi ya viongozi wa dini ambao wamekuwa wakitumia majukwaa ya kidini kueneza propaganda za siasa. Wito huo umetolewa na Mwenyekiti wa Umoja huo Abdul Habib Mwanyemba wakati akizungumza na Washindi Media jijini Dodoma. Leo niko hapa kwa ajili ya kuzungumza umuhimu wa kuheshimu mipaka ya majukumu kwa viongozi wa dini lakini wenye nyadhifa katika masuala ya kisiasa na athari zinazoweza kupatikana juu ya hilo. Uh, tukisema tuzungumzie matukio yale yanayoweza kutokea pale ambapo kiongozi wa dini ambaye ana nafasi kisiasa anapokosea katika masuala ya kisiasa na namna baadhi ya wanavyoweza kutumia majukwaa ya kidini kwa malengo ya tofauti. Sisi tunaamini mgongano wa majukumu na hali halisi inamruhusu kiongozi wa dini kwenda kufata haki yake ya kimsingi ya kidemokrasia, lakini ya kikatiba. Hata hivyo, inatambua kwamba anapaswa kwenda kutambua wajibu wake uh, kwa kutofautisha majukumu yake. Majukumu ya uongozi wa kidini ni kwenda kujenga upendo, amani, mshikamano ushirikiano lakini kwenda kufundisha maadili yale kwa waumini wake pamoja na watu wake, ama wafuasi wake wanaomfuata katika masuala ya dini. Lakini tunaamini kiongozi wa kisiasa ana wajibu wa kuwakilisha wananchi wake, kufuata taratibu za nchi yake na kulinda masilahi ya taifa lake. Lakini inapofikia hatua tunaona kwamba kiongozi ambaye anaheshimika katika nyanja zote mbili anakosea katika masuala ya kisiasa kisha anarudi katika majukwaa ya dini na kutumia ushawishi wake wa kidini kushambulia uongozi wa kitaifa ikiwemo mamlaka ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hapo tunakuwa tumepoteza mwelekeo na hatutakubali kuona suala hilo likitokea. Tunao mfano, lipo kanisa ambalo limefungwa leo na limefungwa kwa sababu ya kauli zake zilizotumika katika madhabahu zikimuhusu na kumtaja rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kumdhalilisha, kumdogosha na kumkosea heshima. Hili si jambo la kawaida. Hili linaonyesha kwamba aa, ni hatari ya kuchanganya majukwaa ya kidini na mambo yanayohusiana kisiasa. Madhabau si sehemu ya kampeni za siasa, madhabau si sehemu ya malumbano ya viongozi wa kiserikali. Ni sehemu takatifu inayostahili heshima, maadili ya ma, heshima lakini maadili na hofu ya Mwenyezi Mungu. Matendo haya yasiyofaa yanadhoofisha heshima ya taasisi ya rais ambacho ni kielelezo cha mamlaka ya nchi yetu, lakini waumini wasitumike kama ngao au kizingiti cha kujitetea kipindi ambapo kiongozi wa siasa ambaye amekosea katika masuala ya kisiasa anakwenda kutumia kivuli cha dini kwenda ku, kuanzisha aa, ama kuwaibua waumini wake kwenda kumtetea mchungaji wao, lazima tutafakari kwa kina kuona kwamba hilo kosa lilofanyika ni kosa la kiroho ama ni kosa la kisiasa. Kwa hiyo majukwaa ya dini hayapasi kuwa mahali pa kujitetea makosa ya kisiasa. Pindi ambapo mtu anakuwa amefanya makosa yake ya kisiasa, basi apite katika njia za kisiasa, na kipindi mtu ambapo anakwenda kutumia majukwaa ya dini, basi akafanye kazi zinazotakiwa kufanya na dini, basi aende kuepusha waumini wake wasije kupata shida in case ikatokea anafungiwa kanisa lake, ama anafungiwa sehemu zake za ibada. Lakini mwisho ni kuomba vyama vyetu vya, vya siasa hususan chama changu cha Mapinduzi kinapofikia hatua ya kuteua wagombea wanaokwenda kuwakilisha wananchi, hasa wale ambao wanapatikana kutoka katika uongozi wa dini, basi waende kufanya uhakiki wa kina, kwenda kujiridhisha sana kabla ya kuweza kutoa uteuzi wa wagombea hao kwenda kuwawakilisha wananchi itakapofika kipindi cha uchaguzi. Lakini pia ni kwenda kuhakikisha kwamba wagombea ambao watawateua wale ambao wana nafasi katika dini na wana ushawishi mkubwa katika dini, basi hawana tabia za kuchanganya dini na siasa zilizo chafu. Kwa mfano tuchukulie mfano hii uh, leo tuone kama Mwamposa sasa ameenda kuchukua fomu na kuomba ridhaa ya kuongoza eneo fulani, afu ikatokea amefanya makosa ya kisiasa akatakiwa kuwazimiwa. Je, itakuwaje? ni mtu ambaye ana ushawishi mkubwa, ni mtu ambaye ana wafuasi wengi, kwa hiyo madhara yake, unaona kabisa, yataenda kuwa ni makubwa. Ukiachiliana na Mwamposa, kwa mtu kama Sheikh Walid iwe naye hivyo, maana yake madhara yake yatakayokuja kutokea mbeleni yatakuwa ni makubwa. Kwa hiyo itakapokuwa inafanyika uteuzi wa wagombea, wale ambao wana nafasi za dini ama viongozi wa dini, basi ufanyike uh, uhakiki wa kina sana ili iweze kuchagua wale watu ambao hawatakwenda kufanya kazi ya wananchi kimaslahi yao binafsi, lakini wakiwa wanajua kwamba watakwenda kutumia kivuli cha dini yao ama kivuli cha uongozi wao katika nafasi za dini kwenda kuamrisha mambo mengine yasiyofaa katika jamii yetu. Lakini aa, sisi kama viongozi wa vijana tunawaomba viongozi wetu wa chama kwenda kuchukua hatua za kinidhamu kwa wanachama wale wote wanaokeuka maadili ya chama chetu na matarajio ya chama chetu. Chama chetu chama kionyeshe msimamo wake wa juu kwa wale ambao wanatumia matumizi mabaya ya majukwaa ya dini kwa sababu ya heshima walizonazo katika dini, lakini heshima walizonazo katika siasa. Sisi kama vijana tunaheshimu uhuru wa taasisi za kidini kuendelea na majukumu yao ya kiroho bila kuingiliwa na ajenda za kisiasa. Lengo letu ni kujenga Tanzania yenye amani, kujenga Tanzania yenye utulivu na kwenda kujenga Tanzania yenye maendeleo, lakini hili linawezekana tu ikiwa kila mmoja wetu ataacha kujali kuhusu nafasi yake, ataacha kujali kuhusu cheo chake, na umma wote kuungana kuiunga mkono serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kukataa zile kauli zote ama matendo yote yale yasiyokuwa na tija katika nchi yetu. Aidha Mwanyemba amesema kuwa kama viongozi hao watakaa kimya, iwapo utatokea upotoshaji unaweza kuhatarisha amani ya taifa, hivyo ni vyema kutoyafumbia macho masuala hayo. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Shindi Media, usisahau kusubscribe, like, comment na share ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.